Na mtazamaji wa Trend TV, bwana mmoja, kati ya vitu ambavyo vime make a headline huko mtandaoni eh, ni kuhusiana na maamuzi ambayo ameyafanya moja kati ya watu waliokuwa wakaribu kabisa wa MC Pilipili enzi za uhai wake. Huyu bwana alikuwa ni mpaka sasa hivi, of course, ni kiongozi eh, bwana, ni moja kati ya viongozi wakubwa tu eh, ambaye yeye bwana kiukweli alikuwa na ukaribu mkubwa sana na MC Pilipili ambapo yeye bwana ni waziri wa madini na mbunge wa jimbo la Mtumba, Mheshimiwa Anthony Mavunde. E, ni kwamba na yeye pia amezungumza jambo kuhusiana na kifo cha MC Pilipili na maamuzi ambayo yeye ameyachukua baada ya kifo cha MC Pilipili Na, na kusema ule ukweli ni kwamba jambo ambalo Mavunde ameamua kulifanya ni kitu ambacho kimeleta furaha kwa watu wengi, japokuwa of course ni muda wa huzuni, lakini kwa ahadi au jambo ambalo ameamua kulifanya mheshimiwa Mavunde eh, ni kitu ambacho kimeleta faraja pia hata kwa wafiwa, lakini pia vile vile kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki, hata kwa mashabiki wa MC Pilipili wamefurahishwa sana na kitu ambacho eh, Mavunde mheshimiwa huyu ameamua kukifanya baada ya kifo cha MC Pilipili. Hapa bwana, kuna taarifa imeandika kwamba waziri Mavunde ameamua kutoa msaada kwa kuwasomesha watoto wawili wa MC Pilipili, alafu hapa chini wakaandika kwamba waziri wa madini na mbunge wa jimbo la Mtumba, Mheshimiwa Anthony Mavunde ameahidi kugharamia masomo ya watoto wawili wa marehemu MC Pilipili hadi watakapohitimu elimu yao. Akizungumza leo katika msiba wa mchekeshaji na mshereheshaji huyo maarufu Afrika mash... Afrika Mashariki. Mheshimiwa Mavunde amesema kwamba alikuwa na uhusiano mzuri mno na MC Pilipili enzi za uhai wake na hivyo anaona ni wajibu wake kurudisha wema huo eh, kwa kuwasaidia watoto aliowaacha. Naam na hii bwana imetokea mara tu baada ya picha za MC Pilipili akiwa yuko na familia yake na watoto wake wawili hao. E, kuna picha fulani hivi ambayo MC Pilipili alipiga akiwa yuko na watoto wake, jambo ambalo kiukweli limewagusa watu wengi sana huko mitandaoni e, na hapa kuna peji imekuja mpaka ikaripoti, kaandika kwamba bwana picha ya pamoja ya MC Pilipili aliyopiga na watoto wake wote wawili. Alafu hapa kaandika kwamba bwana hii ndio picha iliyogusa watu wengi sana ambao marehemu MC Pilipili enzi za uhai wake alipiga picha akiwa yuko na watoto wake wawili wakiwa kwenye furaha isiyoelezeka. Sasa, katika picha hiyo bwana, kile kilichoonekana ni kwamba tumeona hapa. E, kwa namna moja au nyingine katika hii picha e, hapa MC Pilipili alipopiga, e, wadau wengi sana kiukweli wamepata, walisononeshwa kweli kweli kuona kwamba jamaa amefariki, ameacha watoto wawili ambao bado walikuwa wanamtegemea kwa namna moja au nyingine wote kwa jina la Mariam ambaye amerithi jina kutoka kwa marehemu mama yake MC Pilipili, na wa pili anaitwa Elfina ambaye marehemu MC Pilipili alizaa na Queen, na Kuti Mena ambaye ni mkewe ambaye watu wengi sana wanamfahamu. Na kama inavyofahamika kwamba MC Pilipili bwana, kabla hajaingia katika ndoa yake na Cute Mena alikuwa tayari yuko na mtoto mmoja wa kike, na alivyoingia katika ndoa hiyo na Cute Mena bwana, MC Pilipili akapata tena mtoto mwingine wa pili, umeona eh? Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Sasa baada ya picha hii kusambaa huko mtandaoni, ni jambo ambalo kiukweli limegusa hisia za watu wengi sana. Lakini hapo akaendelea kuandika kwamba, bwana, kinachoumiza zaidi ni kwamba MC Pilipili amefariki watoto wakiwa bado ni wadogo, na, waki, na, na alikuwa bado ni tegemezi kwao. Taratibu za mazishi zinaendelea huko Swaswa mkoani Dodoma na mwili wake unatarajia kuzikwa siku ya Alhamisi. Lakini pia wakaandika kwamba ikumbukwe MC Pilipili alifariki kutokana na majeraha ya kipigo. Bado jeshi la polisi eh, linaendelea na uchunguzi kubaini wanaohusika na kifo chake ili wachukuliwe hatua za kisheria. na so kuhusiana na issue hiyo bwana, kuna wadau pia wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano hapa kuna page wamekuja wameandika kwamba simu ya MC Pilipili itakuwa imebeba siri nzito ya kilichomkuta wapelelezi wapate rekodi ya messages pamoja na simu za MC Pilipili. Kuna mtu amekuja kuweka hiyo e, comment hapo anaitwa HIV Positive Living One amekuja ameweka hiyo comment hapo akiwa ameshauri kwamba simu ya MC Pilipili bwana inaweza ikawa niyo, inaweza ikawa na ufumbuzi wa kile ambacho kimetokea kwake. lakini ukiachana na hiyo pia vilevile hapa vile, kuna komenti ya jamaa mwingine anaitwa yamo_motors ameandika ya kwamba bwana, mwaka 2020 mama wa MC Pilipili alifariki akiwa safarini kuelekea kwenye harusi ya kijana wake. Mwaka huu 2025 MC Pilipili anafariki akiwa anaelekea pia kwenye harusi. Sijui eh, sisi vifo vyetu itakuwaje? Mungu atupe mwisho mwema.